Habari marafiki, leo hebu tuzungumzie kuhusu upasuaji wa kubadilisha nyonga kwa lugha rahisi. Upasuaji wa kubadilisha nyonga ni upasuaji ambapo tunaweka kiungo bandia au prosthesis kuchukua nafasi ya kiungo chetu asili cha nyonga. Kiungo hiki bandia kinaweza kutengenezwa kwa chuma, keramik au polietilini. Lengo la upasuaji huu ni kuondoa maumivu, kurejesha uwezo wa kutembea wa kiungo na kuboresha ubora wa maisha ya mgonjwa. Kwa maneno rahisi, upasuaji huu unahusisha kuondoa kichwa cha mfupa wa paja kilichoharibika ambacho ndicho sehemu ya duara ya kiungo na pia kubadilisha sehemu ya acetabulum ambayo ndiyo sehemu ya tundu. Kwa kawaida, kiungo chetu cha nyonga kinaundwa na sehemu mbili. Moja ni sehemu ya duara inayojulikana kama kichwa cha mfupa wa paja, femoral head, na nyingine ni sehemu ya tundu inayojulikana kama acetabulum. Kwa hiyo, tunapobadilisha sehemu hizi zote mbili kwa kiungo bandia inajulikana kama upasuaji wa kubadilisha nyonga. Sasa, kwa nini upasuaji wa kubadilisha nyonga unahitajika? Sababu za kufanya upasuaji wa kubadilisha nyonga ni pamoja na hali kama ugonjwa wa arthritis ya msingi wa goti ambayo ndiyo sababu kuu zaidi, au kunaweza kuwa na hali maalum zinazosababisha arthritis kama AVN au avascular necrosis. Tunahitaji pia kufanya upasuaji wa kubadilisha nyonga katika hali kama rheumatoid arthritis na aina nyingine za arthritis za uchochezi. Wakati mwingine, baada ya jeraha, tunahitaji kufanya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Wakati mwingine kunaweza kuwa na kuvunjika kwa mfupa kama shingo ya femur hasa kwa wazee. Hii pia inaweza kuhitaji upasuaji wa kubadilisha nyonga. Mara chache katika kesi kama vile displasia ya maendeleo ya nyonga na uvimbe unaohusiana na kiungo cha nyonga, pia tunaweza kuhitaji kufanya upasuaji wa kubadilisha nyonga. Kwa hiyo, kuna aina mbalimbali mbali za upasuaji wa kubadilisha nyonga moja ni kubadilisha nyonga kwa jumla ambapo tunabadilisha sehemu ya mpira pamoja na sehemu ya tundu alafu inayofuata ni kubadilisha sehemu ya nyonga kwa sehemu ambapo tunabadilisha tu sehemu ya mpira hii kawaida hufanyika kwa wagonjwa wazee waliopata kuvunjika kwa mfupa kulingana na njia ya kufanya upasuaji wa kubadilisha nyonga inaweza kugawanywa kama ya kutumia saruji au isiyotumia saruji au iliyochanganywa ile ya kutumia saruji ni pale tunapotumia saruji ya mfupa kufunga vipande vya nyonga. Isiyotumia saruji ni pale tunapobanisha vipande vya nyonga bila kutumia saruji ya mfupa. Na mseto ambapo sehemu moja imeimarishwa na nyingine sio. Kulingana na vifaa vya kuzaa pia uingizwaji wa hip unaweza kuwa wa aina nyingi, lakini kawaida hutumiwa ni kauri kwenye aina ya kauri kwa sababu ina muda mrefu zaidi wa maisha kuvaa kidogo, na hii inapendekezwa kwa watu wadogo, watu binafsi wenye kazi. Ikiwa unaona sehemu ya uingizwaji wa hip kama hivyo, kimsingi kuna mambo manne: moja ni kikombe cha acetabula au shell, pili ni mjengo wa acetabula, tatu ni sehemu ya mpira ambayo inajulikana kama sehemu ya femoral na ya nne ni shina la femoral. Kwa hivyo kwa ujumla, kuna vipengele vinne katika upasuaji wa kubadilisha hip: kikombe cha acetabula, mjengo wa acetabula, kichwa cha femoral na shina la femoral. Kama daktari wako amekushauri upasuaji wa kubadilisha hip, usiwe na wasiwasi, ni njia salama na iliyothibitishwa ya kutibu matatizo yanayohusiana na ugonjwa wa arthritis ya hip ina kiwango kizuri sana cha mafanikio, kiwango kizuri sana cha ufuatiliaji. Kwa hivyo usijali kuhusu hilo na muamini daktari wako na endelea na upasuaji wako wa kubadilisha nyonga. Asante.